Naam, nikiripoti kutokea hapa katika shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF mahali ambako wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wamekuja kufanya press conference kuelekea katika mchezo wao kima wa kimataifa wa CAF Champions League dhidi ya klabu ya soka ya nsingizini ni. Nikwambia kwamba mkondo wa kwanza katika second preliminary round mnyama Simba Lunyasi aliweza kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa bila katika ardhi ya ugenini hapo Jumapili. Wanatupa karata yao nyingine kwenye michuano ya kimataifa kwa ajili ya kwenda kuhakikisha ya kwamba wanafika katika hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Niko hapa na Kinyago, tunakwenda kuzungumza yale mawili matatu yanayokuwa yakizungumzia michezo na burudani, kwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Kinyago wa Simba Sports Club. Kinyago, uko poa? Niko poa kaka, mambo zima. Upo tangu za airport bwana? Salama kabisa. Jana mm. tulifika, tulifika airport kupokea Simba yetu yeah. Kwa kweli naweza kusema kama ulivyoona mm mashabiki walijitokeza wengi sana kuipokea Simba kwa sababu ilikotoka imefanya balaa fanya balaa kubwa. Ndio timu yetu ambayo tunaionaga na tunaiamini Simba Sports kimataifa zaidi iko vizuri na wamefanya maajabu, watu wameshangaa, goli tatu ugenini na mpira mkubwa. Kwa kweli tunafurahi kama watanzania na wanaSimba kwa ujumla, tunafurahi na tumeenjoy sana. Mapokezi yalikuwa kama mfalme hivi. Simba huyu bana, simba ya Pantave mnasemaje, mashabiki wa simba Sports Club. Kabisa kabisa, mapokezi yalikuwa ya kibabe sana, kwa sababu tunajua Simba ikiwa ugenini inakuaga ina bala lake, na ukiangalia iko na mwalimu mgeni na mwalimu mgeni kwa mara ya kwanza katupa kata yake ugenini, kaenda kutoka na matokeo makubwa na mazuri ya magoli matatu na timu imecheza vizuri. Kwa hiyo kila mwana simba amefurahi timu kucheza vizuri, hata kama tungepata magoli matatu, lakini alicheza vizuri. Lakini mashabiki wameona Simba ao na wameona mwalimu kweli hajaja Simba kuuza sura kaja kufanya kazi. Kwa hiyo mwalimu hajaja Simba hajaja kuuza sura kaja kufanya kazi. Kuna watu ambao wamekuja kuuza sura mjini, eh, wapo watu walikuja kuuza sura simona. <laughs> wamekuja wamenuna

Usu, Simba yetu kwa kweli imenoga, iko vizuri na wana Simba. Sijaona mnyonge hadi sasa, kila nikipita kona za hapa na pale. Sababu hapo awali mashabiki nikipita mtaani Wasa, Kinyago vipi Simba inachezaje? Tuelewi bila gani? Ile tuvuteni subira, mambo mazuri yatafika, tutafika wakati tutayapata. Hadi hivi sasa toka Simba imecheza e, ugenini, imeshinda ushindi mkubwa na mzuri, kila shabiki akiniona mtaani anapiga makofi yaani, kama mchezaji wakati mimi kila katu, na mimi ni shabiki kama wao ok. Na, na enjoy najisikia furaha Simba ikifanya vizuri, ndio maana leo nimekuja na na mtindo mwingine, japo watu wameshazoea kuniona na sare zangu zile za ubaya ubwela season two. Lakini hivi leo, niwahakikishia kwanza, ukiacha eh, sare zangu, nina na jezi tatu, na nyekundu na blue hii hapa, na na nyeupe na zote zina majina yangu, kwa hiyo mimi na jezi tatu zote na nanunua bidhaa za Simba kwa ujumla kwa sababu nia na mazumuni Simba yetu ifike mbali. mm -hmm. Mi siko tayari kwa kuirudisha Simba nyuma, kwa kununua jezi feki, au kutokuvaa jezi. Kwa hiyo, yote kwa yote mimi napambania Simba yangu popote ilipo, kasoro kimataifa. Kwa sababu uwezo wa kwenda kimataifa, bado sina sina uwezo wa kusafiri wala sina uwezo wa ku, kujiandalia, yani safari yoyote yani ya nje ya Tanzania. Kwa hiyo kwa, kwa hapa ndani nitatumia muda wangu wote kuhakikisha Simba ikiwa inasafiri kimataifa ni support na wakati narudi nikaipokee. Ndio maana huwezi kunikosa mimi e, uwanja iwe terminal 3 au terminal 2, huwezi kunikosa labda niwe na umwa kama kipindi fulani nipata ajali nikakaa kama u, miezi mitatu nyumbani ndo nikakosekana, lakini niko nyumbani, lakini nilikuwa nahakikisha nafuatia simba yangu iko wapi kowapi. Kwa hiyo tuna enjoy simba yetu micheza vizuri Wapongeze viongozi wa Simba kwa kwa kwa mazuri aliyotupa kwa hichi kipindi kifupi cha haraka kwa sababu mashabiki walikuwa tunagombana wenyewe kwa wenyewe. watu walikuwa wanachapana viboko kwa sababu ya Simba kutokucheza vizuri, watu wanapigana huko. Ni jinsi gani Simba yetu na watu wanaipenda Simba. Kwa hiyo niwapongeze wachezaji kwa kucheza vizuri, wakina Kibu Dennis, kwa kweli ametusurprise kwa sababu Kibu Dennis ni mchezaji mzuri na pia kimataifa anacheza vizuri sana, kwa hiyo kafunga goli mbili nzuri kabisa na niwapongeze wachezaji wake ambao wamempa assist na timu kwa ujumla ambao wamepambana sana, wamecheza vizuri. Kwa hiyo dhahiri shahidi inaonekana kabisa mechi ya marudiano kutakuwa kuna burudani nzuri. Ninachotakiwa tufanye sisi mashabiki ni kwenda kwa wingi, tukaya support Simba yetu. Pasipo na shaka tumeshinda goli tatu ugenini lakini zetu ziache huko. Twende Benjamin Mkapa, tukaangalie Simba yetu inatupa goli ngapi na mpira unapigwa kiasi gani kwa sababu ndio kwa mara ya kwa kwanza, e, mwalimu wetu E, meneja wetu anaenda kuitumikia Simba Sports ikiwa kwenye uwanja wa nyumbani kwa sababu pinchi kicho pita alikuwa kwenye timu nyingine. Kwa hiyo sasa hivi anaenda twende, tukamsupport, twende tu, tukamuone mwalimu kama Semaji alivyosema. Kwa hiyo na matumaini mashabiki wa Simba watajitokeza kwa wingi, na mimi Kinyago Tabata nitakwepo na familia yangu kwa ujumla watakwepo. Bwana Kinyago, mitaani uko hali ikoje kwa majirani? Ah, kwa majirani kwa kweli hali ni mbaya, wengi wanasema kabisa safari hii yetu ndio mwisho, tumeishia hapa. E, mashabiki wenyewe wa Yanga wanasema safari hii wao mwisho. Hasa kama wao wanasema hawana uwezo wa kufika popote, wameona timu yao inavyocheza kinagaubaga. Ile timu inakwambia saizi, iwe na mwalimu isio na mwalimu, shida iko pale, pale. Mm. E, yani shida iko pale. Inatakiwa watambue kabisa mpira una matokeo matatu, inatakiwa watambue mashabiki kwamba mpira kama mpira una vipindi mbalimbali. Uta, utakutana kipindi cha raha na cha shida. Kwa hiyo e, niwaambie watani zangu Eh, kulia ni kupokezana. Sisi tulishalia sana, lakini hatujaumia sana kama wanavyoumia wao. Ndio maana sisi wametufunga takriban mara sita mfulizo, lakini tunasherekea tuna, tukiitwa uwanjani na saji letu tunaenda kwa wingi na tunajaa na tunasapoti timu yetu. Wao wanafanya vizuri, lakini wanashindwa kujaa, wana mara wanaingia bure. Sasa simu, timu kama ya, si, ya Yanga wanavyoona umaarufu wake ndo ya kwanza kuzaliwa kuliko Simba. Lakini cha ajabu zaidi watu wana, wanaomba kuingia bure na wanaruhusiwa wapi na wapi, wakati ile ni starehe. Kwa hiyo niwaambie, wanasimba, sisi tuendelee kunua bidhaa zetu tunue jezi na tunue tiketi, tusapoti Simba yetu popote ilipo. Lakini hao wenzetu ambao wanaomba kwenye uongozi wakaingie bure, mimi binafsi napinga vikali. Unaingiaje bure kwenye sehemu yako ya starehe? ba unaweza ukaingia bure ba unaingia bule, unaingia unanua kinywaji. Kwa hiyo ni sehemu ambazo ni sehemu za starehe, hutaki kuingia bule, nitakiwa utumie pesa ili kusudi kuume kwamba da mchezaji wangu nimetumia pesa hii na kanika niangusha, lakini ukiingia bule hata mkifungo utamlaumu nani? Eh, umeingia bule, kwanza kununua jezi wavivu na eh, kununua jezi wavivu, wengi sana wanavaa jezi fake. Mashabiki wa upande wa pili, jezi kununua wavivu, bado tena wanaomba kuingia bule. Kwa hiyo inamaanisha madaraja mawili tofauti. Simba tuna kipande chetu kimataifa, tunajua kusupport Simba yetu na pia tunajua kunua bidhaa zetu, kiangalia sisi tumefanya biashara kubwa ya jezi na tunanua bidhaa zetu za Simba na tunasupport Simba yetu kwa asilimia mia. Kwa hiyo niwaombe wana Simba tuendelee kutumia nafasi kwa kusupport Simba yetu, na pia niwaombe wanyewe wananchi ambao wameshaikatia tamaa timu yao waendelee kuikatia tamaa hivyo hivyo, mimi akasema, naiona Simba kimataifa ikafanya vizuri zaidi mategemeo ya viongozi wetu kufika nusu. Naamini tuna uwezo kufika zaidi ya nusu kwa sababu, jipi, jizuri, bora, bora, kwa sababu, uongozi, kwa sababu tunaona daraja zuri ambalo tunaweza tukafika, tuna timu bora, tuna uongozi bora kwa sababu uongozi, watu wanamlaumu Mangungu, ndugu mwandishi habari, wasijue kazi ya Mangungu. Kwa kweli Mangungu anafanya kazi kubwa sana, kwa sababu kwanza kuhakikisha wachezaji wanapata stahiki zao kwa wakati sio jambo dogo. Mm -hmm. Eh, yani binadamu sisi hatuna jema wala hatuna shukrani hata ndugu yangu wewe mwandishi habari, hata ukichukua kiwanja ukamnulia ndugu yako, ukanunua kiwanja cha milioni tatu mfano, ukanunua kiwanja ukamjengea ndugu yako nyumba nzuri ya vyumba vitatu vinne, ukamwambia, bwana ndugu yangu wewe, chukua nyumba hii ya kwako, ukae bure, atakwambia nashukuru kwa muda huo, lakini baada ya ukiondoka, ana kusema wewe, kaona kanipa nyumba choo kwanza kakambali hapa sebule kaibana kuitolea kasoro. Ndo binadamu e, wakati apewa bure. Binadamu hatuna shukrani kwao, ntofiki hatua. Tuwe na shukrani, viongozi wanafanya kazi kubwa, hawalali usiku na mchana, kwa sababu ya kutupa sisi furaha, hata kama wanalipwa mishahara lakini kwanza unajua kutukana na watu wengi sio jambo, sio jambo jema. Kwa hiyo mimi Kinyago Tabata niwaombee msamaha viongozi wangu ambao wametukana na watu wengi kwa sababu ni binadamu, wao wawasamee, kama walivyowatukana wawasamee, kwa sababu mtu hadi unafikia kumtukana kiongozi kumshushia heshima, ujui ulitendalo. Kwa hiyo viongozi nao wana na familia zao. Mimi Kinyago Tabata naombea msamaha viongozi wote hao ambao wa mashabiki wamewatumia kauli mbaya chafu kwa Aziz Ki kwa namna moja au nyingine mimi binafsi Kinyago Tabata naombea msamaha viongozi, chapeni kazi. Sisi tuko nyuma yenu, tunaangalia wapi kuna shida, tutaongea kwenye mayenu, kwa unashida, tuta ongea, media kwa kuchagiza au kwa kuhamasisha mtu ongeze hicho kitu ambacho tunahitaji, lakini kwenye mwenye anatumia kauli chafu kumponda kiongozi au kumtoa kwenye reli, binafsi mimi Kinyago Tabata na mashabiki wengi wa Simba watu wapenda mpira atupendezewe na hicho kitu. Kwa hiyo bwana naam. Kwa kumalizia, bwana unawaambia nini haswa mashabiki wa Simba Sports Club mnapokuelekea kwenye shughuli yenu ya kuhitimisha hatua ya kwanza na hatua ya pili kuitafuta hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa Simba sio stori na wala sio jambo dogo. Kabisa. Ah, mimi cha kuwashukuru kwanza ni washukuru viongozi, no mashabiki wa Simba dunia nzima kwa ujumla sababu kwa kwa ujumla kwa sababu kuanzia Tanzania mpaka duniani wanafanya kazi kubwa kweli, wanajitoa wanaenda kweli kweli kuisapoti Simba, nawaombea kila laheri waendelee kuisapoti kwa asilimia kubwa, wa mikoani wa hapa Dar es Salaam kununua bidhaa za Simba, tununue bidhaa za Simba. Hizi jezi feki tuwachane nazo, tuatie hasara walioleta jezi feki, tununue jezi original. Hata kama hujakamisha hela yako una elfu mbili bora, unipige simu Kinyako Tabala niongeze nitakuongeza, kama ninayo, kama sina nitakwambia aambia kesho kutwa. Lakini nikikuona unanua jezi feki, binafsi naumia kwa sababu mimi Kinyako Tabala nimenua jezi tatu zote, sio kwamba hela yangu haina kazi, ila ni mahaba na nataka simba yangu ifike mbali. Kwa hiyo naomba mashabiki wa simba tuzikatae jezi feki kwa maslahi mapana ya Simba yetu, sababu tunahitaji tunahitaji Simba yetu ifanye vizuri zaidi na ifike mbali zaidi. Kwa hiyo tu, tuzikatae jezi feki na tunue bidhaa za Simba kwa ujumla na tuwasapoti viongozi wetu na, tu, na pia tuwaombee dua nyingi wachezaji wetu kwa usiku na mchana, kwa sababu wanafanya kazi kubwa japo wanalipo, lakini wanahitaji kutupa burudani sisi na wao wanahitaji kuendesha familia zao. Kwa hiyo Kinyago Tabata kupitia chapesa media ni waombe wanasimba twende kwa wingi Benjamin Mkapa, tukaisapoti simba yetu siku ya Jumapili, na pia wafanye matangazo na chapesa na pia wafanye matangazo na Kinyago Tabata, kutoka Tabata Kimara. Asante sana.